Mtazamaji hujambo, na karibu. Kama ndio kwanza unatufuatilia kupitia mtandao yetu wa kijamii, karibu tukupitishe kukufahamisha, kufahamisha yaliyojiri katika ibada maalum iliyofanyika katika parukia ya watakatifu wote iliyopo Nzuguni jijini Dodoma. ni ibada maalumu iliyofanyika hapa, ambapo katika ibada hii moja kati ya tukio liliofanyika ni pamoja na tukio la kubariki mahali ambapo itakuwa ni sehemu maalum kwa ajili ya kumwomba mtakatifu Rita wa Kashia, mtakatifu wa mambo yaliyoshindikana. Mtakatifu Rita wa Kashia ni miongoni kati ya wa watakatifu wanaokumbukwa sana kwa kuwasaidia watu katika mambo yaliyoshindikana. Alikuwa mwanamke wa Italia aliishi karne ya 14 na karne ya 15. Alizaliwa mwaka wa 1100 Roca Porena, karibu na mji wa Kasia, Italia, na alifariki dunia tarehe 22 Mei mwaka 1457. Ndiye mtakatifu mlinzi wa wanawake waliotelekezwa, ndoa ngumu, na hali zilizoshindikana. Mwenyekiti wa utume wa mtakatifu Rita wa Kasia, Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma, hapa anatueleza kuhusiana na ni kwa namna gani basi mtakatifu Ritha wa Kashia amekuwa akiwasaidia waumini. Lakini je, utume huu umekuwa na manufaa gani kwa Wakristo? Kanisa linamtambua kama mtakatifu wa mambo yaliyoshindikana, na kweli ni mtakatifu wa mambo yaliyoshindikana. Amekuwa ni msaada na mwombezi Wakristo wa, wa Katoliki na wasio wa Katoliki wanamtumia pia. Uh, lakini kwa sisi wanachama wa chama cha Mtakatifu Ritha wa Kashia tupo kwa ajili ya kuzifuata zile nyayo zake kwa sababu ya katika maisha yake Rita yaliwezekana mengi ambayo binadamu alishafikiri kwamba hayawezekani, ila yaliwezekana haya, ya sio kwa hivi hivi tu. Rita alikuwa na sala. Kwa hiyo utume wetu wa Mtakatifu Rita wa Kashia ni wa sala, kwa tunawahimiza wanachama wa Mtakatifu Rita kuzifuata nyayo za Mtakatifu Rita wa Kashia, ili kweli sasa waweze kupata zile tunu na fadhili za huyu mama kwa katika maisha yake yeye kila aliloliomba kwa Mungu aliweza kupata, na sio kwamba alipata kwa kwa haraka papu papu, ilichukua muda. Kwa mfano, alipoingia kwenye ndoa ndoa ya manyanyaso, mme wake Alimnyanyasa, alikuwa ni, ni ni ni kati ya wale wanaume wenye kunyanyasa wakatili. Lakini Rita alivumilia, alivumilia hayo maisha ya ndoa ya manyanyaso kwa kipindi cha miaka kumi na sita akisali na kuomba na kuzidi kuwa mnyenyekevu kwa Mungu, lakini na kwa huyo mume wake. Na sasa unaona, baada ya miaka kumi na sita ya ndoa yake mume wake akapata kuongoa. Kwa hiyo sio tu kwamba ukiwa mwana Rita, ukiwa mpenzi wa Rita, ukisali novena yake, hapo tu unapata kitu unachokitaka. Unahitaji kwanza kuwa mvumilivu, unahitaji kuwa mnyenyekevu. Tumsifu Yesu Kristo. Imekuwa ikiulizwa na watu wengi, ilikuwa vipi mtakatifu Rita wa Kashia kuishi utume wa utawa, lakini pia kuishi utume wa ndoa. Hapa anaeleza, naeleza kwa kifupi sana mm. Rita akiwa mdogo sana, alizaliwa na alizaliwa peke yake. Alizaliwa na familia ambayo ilikuwa pia ni asara, wakamlea katika utume wa Sara. Kwa hiyo akakuwa katika utume huo, na kwa kweli tunamshukuru Mungu sana Akiwa anaendelea kukua akatamani kuwa mtawa, kabla hajaolewa, binti tu mdogo. Wazazi wake wakamkatalia kwa sababu wazazi wake walikuwa shakuwa watu wazima, wakaona wakimtoa huku nani atawalea. Kwa hiyo sasa akawatiwa wazazi wake wakamuozesha kwa mwanaume ambaye nimewambia alikuwa ni mwanaume mkatili sana. Kwa hiyo akaishi kwenye ndoa kweli. Akajaliwa watoto wawili, akawa mke, akawa mama ambaye alikuwa mkatili lakini Lita alimwombea akamwombea, mwaka wa kumi na sita ule mume akawa ameongoka, lakini baada ya miaka miwili mume akawa ameuawa. Lita akawa mjane, watoto wake wakapata hamasa ya kulipiza kisasi. Lita akawaambia kusamehe, akawaambia msamehe sana, lakini watoto hawakumuelewa. Lita akaomba kwa Mungu afadhali wachukuliwe kuliko kuona watoto wake wana wanaingia kwenye dhambi ya uuaji. Mungu akawachukua Ritha, akakosa watoto, akakosa mume, akawa mkiwa. Katika kukaa, akaendelea kusali, kusaidia wahitaji, eh, kufanya kazi hizo za kimungu. Wazo lile la utoto wake la kuwa mtawa ikaanza kumrudia na akawa nasikia sauti awambia nenda utawani, kwenda kwenye ile shirika ambalo lilihitaji tangu awali, shirika la mtakatifu Agustino. Wakamwambia Wakamkatalia, wakasema we uwezi, kama unavyosema uwezi kuwa mtawa kwa sababu ushakuwa mama, ushakuwa mke. Na kweli ndio ulikuwa ukweli. Ritha alikuwa mtii, akarudi mara ya pili akaenda, mara ya, ya tatu anakataliwa. Rita akaendelea tu na maisha yake. Siku moja akiwa katika sala jioni, watakatifu waombezi wake, Rita alikuwa na watakatifu waombezi wake pia, mtakatifu Yone Batizaji, mtakatifu Nikolas wa Tarentino na mtakatifu Agostino. Siku moja wakamchukua, ikiwa ni usiku wa manane, wakamchukua hapo kwake kijini kwake Lokapolena wakaenda naye mpaka Kashia kwenye lile la shirika lilikuwa natamani kuingia. Wakaenda naye usiku wa manane, milango ikafunguka, wakamweka ukumbini, wakamwambia wakiamka asubuhi waambie lisilowezekana kwa binadamu, kwa Mungu linawezekana. Na hicho ndo kihini hasa tunasema Ritha wa Kashia ni mtakatifu wa mambo yaliyoshindikana. Kama ulivyouliza, hilo lilikuwa ishashindikana, lakini likawezekana kwa kwa hiyo ilikuwa hivyo, akawa mama, akawa mke, akawa mtawa ambako aliishi utawani mpaka mwisho wa maisha yake. Ama kwa hakika, mtakatifu Rita wa Kashia amekuwa msaada kwa Wakristo, amekuwa msaada kwa mambo yaliyoshindikana. Hawa ni baadhi tu ya waumini ama mashuhuda, ambapo anaeleza namna ambavyo mtakatifu Rita wa Kashia ameweza kuwasaidia kwa namna moja katika maisha ya kila siku. Alikuwa na changamoto kwenye familia yangu. Hasa watoto wangu na mume wangu walikuwa wanaumwa. Lakini kupitia maombezi na, na novena niliyoifanya kupitia mtakatifu Rita wa Kashia, mshukuru mtakatifu Rita. Waamini binafsi kama mimi amenisaidia mambo mengi katika familia yangu, watoto wangu walikuwa nasumbuka sana na akili darasani. Kwa kupitia maombezi yake mtakatifu Rita amenisaidia, na nimemuomba kwa kupitia novena zake, angalau wanangu wamefunguka Akasha alshiikan umba. kama mnavyoona, tuko na wakubwa walezi wetu wa chama cha mtakatifu Rita, na pia tuko na vijana Mnakaribishwa sana vijana wenzangu mjiunge na chama cha Mtakatifu Rita. Ni kizuri, kinasaidia sana, sala nzuri. Na pia tunasali kila mwanzo wa Jumatatu ya kwanza ya mwezi. Mnakaribishwa sana hapa tuko parokia Zuguni. Ilikuwa ni sherehe ya jimbo ya Mtakatifu Rita ya Kashia. Karibuni sana. Sisi kama mnavyotuona tuko parokia tofauti tofauti. Hili ni jimbo la Dodoma. Mnakaribishwa sana. Tuko Zuguni. Dobe, umetengeneza grocho, kama mnavyoiona. Mtakatifu Rita ni nzuri sana, karibuni sana. Hapa tuko na walezi, mkiwiwa nanyia kujiunga, mama zetu, baba zetu, karibuni sana. Vijana mnakaribishwa sana. Mtazamaji, huyu ndiye mtakatifu Rita wa Kasha. Karibu ujiunge na utume wa mtakatifu Rita wa Kasha ukiwa katika eneo lako katika parokia yako unakaribishwa kujiunga na utume huu ili uweze kupata baraka pamoja na kusaidiwa yale ambayo yameshindikana, kujifunza kusali sala mbalimbali, ikiwemo novena, mazoezi ya kiroho, kama alivyozungumza hapo mwenyekiti wa utume huu jimbo kuu Katoliki la Dodoma. Asante kwa kutazama, endelea kutufuatilia kupitia mtandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na YouTube. Mimi ni Tadeitesha.